Mimi sijaenda bungeni kwenda kutafuta hera, nimeenda bungeni kwa kuwakilisha wananchi wa jimbo langu la Geita sija, aa, katika uchaguzi na katika mikutano yangu ya kampeni sikuwahi kuambia kama naenda kutafuta mtaji. Kwa hiyo nimeenda kuwakilisha kwa wananchi wangu wa, wa jimbo langu, na nilichokifanya jana ni cha kidemokrasia. Nimemaliza ubunge, nimekuja kuchukua fomu. Kwa hiyo kama una mawazo ya kwamba unaenda bungeni kutafuta mtaji, karibu utatukuta kule ndani, utaona kijiwe kilichoko kule, kwa sababu tukiwaeleza watu hawatuamini. Lakini simpigi mtu biti, na inawezekana wote tuna nia moja, wanaoomba na tunaomaliza muda wetu, kwamba tunaenda kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wetu, na ni demokrasia. Hata kama ungefanya vizuri kila kitu, lakini ikifika wakati wa kuchagua ni fursa na bahati moja. Nzuri, mimi sijawahi kugombea peke yangu, mara ya kwanza 19, mara ya pili 18, temu hii naona tumeshafika sijui 10 sijui 15 ni demokrasia, lazima mtu aje aweke challenge, lakini nasema, wengine wanaona kama fursa kugombea na icon ni kama mimi, lazima ataonekana kwenye vyombo vingine vya dola kwamba huyu mpaka alijipima kwenda kugombea na Musukuma. Bado naendelea kuzalisha watu wengine, kuwaingiza kwenye serikali. Atakapokuwa na mimi, najua lazima watu watamsoma, atatrendi trendi, watamuona namna hiyo, mtapata nafasi ya kumoji. Kuna watu wengine hata kuhojiwa na mtu mmoja hawajawahi kuhojiwa kwa hiyo hapa akisema, ukiulizo wewe unachukua jimbo gani? nimechukua jimbo la Msukuma tayari. Huo ni mtaji, na yeye atapata viewers na vitu kama hivi. Wale waliojitokeza huwaogopi. Nimetangaza hadharani mwezi mmoja nyuma, nimeongea Dar es Salaam juzi, nimeongea Kraus tarehe ishirini na saba. Nimesema katika watu ambao hawana chuki na mgombea, mimi ni namba moja, na nimetangazia watu wote wanaogombea kwangu, ukipungukiwa hela ya kuchukulia fomu, njoo. Ukiwa huna hera ni yako inakutuma kwenda kuomba ubunge. Njoo, mi natoa. Ukiwa huna mafuta ya magari, kituo kipo cha mafuta nitakunyoshia. Wala sina chuki. Hii ili ni game ambayo kwanza limetendezwa vizuri sasa hivi kwamba tutachukua hata watu 200. Alafu chama kitaenda kuamua nani arudi. Kila mtu atavuna alichokipanda. Kwa mimi sina chuki na mtu yeyote hata ukiniona wewe nisalimie tu. Ubunge umeshaisha. Mimi sina chochote cha ubunge kwa sasa, mimi ni raia. Wote tutaenda tukuongea na watu tena, watu wataona ukisema okay, una hiki na mimi nitasema nina hiki. Kwa mimi sina chuki na mgombea na, na nimetangaza wote wanaogombea jimbo langu, hata kama una nia ila huna hela, njoo mimi nikupe. Huna mafuta, njoo nikupe. Huna uniform, njoo nikupe. Wala mimi sina chuki na mgombea. Watu wanasema kwamba eh, huenda nusu, nusu, eh, nusu ya wabunge wasirudi bungeni. Mimi kwenye nusu mimi siko kwenye nusu ya wasiorudi. Kwa nini nisirudi mimi? na mimi nimefanya kazi zangu vizuri. Mheshimiwa Rais ametufanyia kazi nzuri jimboni, na mimi kama msimamizi wake nimefanya kazi nzuri. Kwa nini nile na wasiwasi? kazi pesa yote ya serikali kwa Mama Samia iliyoileta nimeisimamia vizuri sana, vizuri sana. nyewe ni waandishi wa Geita, ninaweza kuwa kwenye namba moja au mbili, sitaki kutaja nani mwingine, lakini na, mimi najiamini, nimefanya kazi nzuri sana, kwa sababu mimi ni mbunge wa kumi na sita kwenye hili jimbo na tofauti iliyoko kati ya wabunge waliopita na mimi ni mbali mbingu na dunia. Kwa hiyo nimeweza kufanya kazi za serikali vizuri, nimesimamia hela zote ilizoleta serikali, nimesimamia mikutano, nimefanya kazi nzuri na wananchi, wangu wananipenda. Na wasiwasi mimi siko kwenye asilimia hamsini. Nimefanya kazi za serikali, nimefanya kazi za kwangu mwenyewe kama mwakilishi za kwangu personal, nimefanya na inawezekana ndio jimbo pekee liko vizuri Kwenye mkoa huu wa Geita, kila kata ina ambulance, kila kata ina ofisi ya chama inakaa na gari ambulance, afu nakuwa na wasiwasi wasi wakula kwa sababu gani? Ndio maana nasema na wakaribisha watu wote, hata wenyewe waandishi, ukitaka kuosha jina chukua form. Kama unataka hata sasa hivi nikulipie mimi, sina tatizo. Nimefanya kazi nzuri. Unajua na mwambia kila siku, unavuna ulichokipanda kipindi cha miaka mitano. Huu chaguzi sio bahati mbaya, tulijua kabisa ikifika tarehe 27 mwezi wa sita bunge litavunjwa. Kwa hiyo tulijiandaa uchaguzi, tulijiandaa staili yoyote, tulijiandaa kuvumilia, tulijiandaa pia kuondoka. Wale ambao wanajua hawatashinda mimi siko kwenye hilo grupu. Kwa hiyo usiniulize kwenye asilimia hamsini za watu wanaoshindwa. hakuna mtu, hakuna mtu anayefanya kazi milele. E, kustafu ni lazima. Umemwona mzee Mkuchika ametuaga juzi wabunge, lakini mle ndani tuna wabunge kama mbunge wa Isimani, mheshimiwa Lukuvi anaenda mwaka wa 35, kwa nini mimi nanikisia nistaafu na vipindi viwili au vitatu? Kwa nini mimi usinikisie kwenye arobaini na mimi nikawa senior MP mle ndani, nikawa napokea wanafunzi? Kwa hiyo ninao mpango. Lini hiyo, Mungu ataamua, lakini pia wananchi ndo wanakufanya uwemo mle ndani. Kwa hiyo wewe cha kufanya ungenishauri tu kwamba na kuniombea nishinde halafu niendelee kuwa na moyo huu wa kuwasaidia watu wangu ili waendelee kunichagua.